Mkoa wa Iringa utapokea Mwenge wa Uhuru ukitokea mkoani Dodoma tarehe 28 mwezi huu wa nne saa 12 ya alfajiri. Mapokezo ya Mwenge wa Uhuru yatafanyika katika uwanja wa michezo wa kijiji cha Makatapola kilichopo kata ya Migori tarafa ya Ismani katika halmashauri ya wilaya ya Iringa. Hivyo ukiwa mkoani Iringa, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika halmashauri zote tano kwa muda wa siku tano baada ya kamisha ratiba yake katika halmashauri zote, mwenge wa uhuru utakabidhiwa kwa mamlaka ya mkoa, ambayo itaongoza msafara kuelekea katika uwanja wa michezo wa shule ya msingi Idofi, mahali ambapo makabidhiano ya mwenge wa uhuru baina ya wakuu wa mikoa wa Iringa na Njombe yatafanyika tarehe tatu mwezi wa tano 2025. Mwenge wa uhuru utakimbizwa katika njia yenye urefu wa kilomita 625.1 kwa kupitia jumla ya miradi ya maendeleo 46 yenye thamani ya shilingi bilioni 30 milioni 790 laki 856 969.19. Mchanganuo uchangiaji wake ni kama ifuatavyo: serikali kuu ni bilioni 23 milioni 94 971.80 na senti 20 ambao ni sawa sawa na asilimia 75.01. Halmashauri ni bilioni moja milioni 953 99 sawa na asilimia 6.34. Wananchi ni milioni 97,890 sawa na 0.32. Wahisani ni bilioni 5 milioni mia sita, sawa na asilimia 18.33. Napenda kutoa wito kwa wananchi kujitokeza kuupokea na kuushangilia Mwenge wa Uhuru utakapowasili katika maeneo yetu. Aidha, niwahamasishe kuwa na mikesha ya amani, utulivu na furaha katika halmashauri zote za mkoani kwetu. Ratiba ya mkua, mkua mapokezi ya mikesha katika halmashauri zetu mkoani Iringa ni kama ifuatavyo kwanza tutakuwa na mkesha tarehe 27 ambao mkesha huu tutaufanya tukijiandaa kuupokea Mwenge wa Uhuru tarehe 28 asubuhi. Tukisha upokea tutakuwa na mkesha wa kwanza kwenye wilaya ya Iringa ambao utafanyika katika uwanja wa michezo kijiji cha Kalenga. Halmashauri ya wilaya Kilolo tarehe 29, mkesha katika uwanja wa michezo wa mji mdogo wa Ilula Isela Halmashauri ya Manispaa ya Iringa tarehe 30 mkesha katika uwanja wa michezo wa shule ya msingi Ngome. Halmashauri ya mji Mafinga tarehe moja mwezi wa tano mkesha katika viwanja vya shule ya msingi Mkombwe. Halmashauri ya Wilaya Mufindi mkesha katika viwanja vya shule ya msingi Imehe. Hali ya maandalizi ya kupokea na kukimbiza Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 mkoani Iringa inaendelea vizuri na tupo katika hatua za mwisho. Za maandalizi hayo. Shughuli zitakazofanywa na Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 ukiwa mkoani Iringa ni kama ifuatavyo: moja, kukagua miradi kumi na tatu, kuzindua miradi kumi na sita, kuweka mawe ya msingi miradi kumi na tatu, ufunguzi wa miradi mitatu na kugawa hundi moja. Hitimisho, nirudie tena kuwaomba wananchi kujitokeza kwa wingi kuupokea na kushangilia Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 katika, katika maeneo yote ambayo Mwenge wa Uhuru utapita. Aidha niwahimiza kutekeleza kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru ya mwaka huu ambayo inahimiza tujitokeze kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu.